Enda, kaendelea na kazi zako. Sawa, mdogo wangu. Usijali. Sawa so, dada. Mdogo wangu usijali. Wema Mama Sada. Mama Sada. Mama Sada, unafahamu kabisa hali ya Karundi jinsi ilivyo. Alafu unamruhusu anitengee juisi mimi. Kwani tatizo liko wapi? Hauoni tatizo, si ndiyo? Hauoni tatizo. Nadhani mimi naweza nikanywa hii juisi. Ameleta kwenye glasi. Kunywa tu mume wangu. Usije ukanifanya nitapike mpaka maini. Hii juisi naenda kanywa mwenyewe. Kuanzia leo sitaki nimuone Karundi ananitengea chakula mimi, sawa? Chakula changu utatenga wewe. Sawa, tumeelewana eh? Kadabaanatoka naenda mjini saa. Dada haina shida, ngoja nami nimalize kufagia hapa, nioshe vyombo. Aya, ngoja niende. Naenda kumnulia huyu viatu na ngoza shule. Nikuletea nini? Ah, si unajua ulevu wangu mima paa chichi tu peke yake, sawa? Ila usijali, kesho na nitakupeleka hospitali ukatibia haya madonda yako. Sawa sawa dada, utakuwa umenisaidia sana maana usiku wana washwa vibaya sana. Haya mdogo wangu, baadaye. Sawa dada. kuja. Nashukuru shangazi. Nashukuru na ile dawa ulionipa imemsaidia Kalunde. Ile dawa ni nzuri sana, ndio iliomsaidia mdogo wangu. Yaani ile dawa imemsaidia kiukweli, mpaka Mbasada alikuwa ana nyanyapa sana lakini sasa hivi yuko vizuri. Hata hivyo Aisha ana roho nzuri sana. Ona, Salome, umeishi naye kama ndugu yako wa damu hata hivyo, hata huyu Karunde namuona kama mdogo wangu, sababu tunakaa naye, anakaa karibu huko nyumbani kijijini, ni majirani kabisa. Shida mabinti wa siku hizi, unaishi nao, wakishalijua jiji tu hawaeleweki, wanavigeugeu kweli. Mimi Karunde ananisikia kweli? Hapana, na ana adabu kweli na ninamwamini, hawezi wa kufanya wa hivyo. Mabinti wa siku hizi hawaaminiki. Vipi, vipi, Mama Asha alisha kulipa deni lako e? Nashukuru kwa kweli amenilipa e, ila huwa ni msumbufu ila e, na nashukuru kwa kweli aishanilipa. Yaani mimi hajanilipa kabisa, yaani sirudii kumkopesha, yaani sirudii kabisa, yaani hajanilipa mpaka leo. Shoga yangu Asante. Asante. a uko nataka kutoka huyu hey, mguu ulikuwa ni wa kutoka. Mguu wako ndio umenizia, maana nilikuwa kila nikitoka nazunguka, na kumbe unakuja. Ndio. Ah, basi nisikucheleweshi. Mimi, mm. nimekuja kushukuru, namshukuru sana Aisha ya namshukuru sana Aisha kwa wema wake alionitendea. Aisha mjua Aisha, Aisha toka mudogo, ana roho nzuri sana ule mtoto. Yaani toka mudogo wake, yani, ana tusaidia tusa, hata mimi. Yani hata sisi anatusaidia sana kwa kweli. Naofia, Karunde huko mjini aliko kuenda, asiendi akaya vurunda. Maanake, Karunde, Na naki Karunde, navyomjua. Hapana, hawezi ya vurunda shoga yangu. Anajua shida zivezo mtuwa kijijini, aende akavuruge. Amina, naweza katulia. Tena, akitulia, naweza kapata mchumaka kauliwa alafu nikwambie, sasa, jana nimepigiwa simu na Aisha, ndio anasema Karunde ane makovu yote usoni ametoka, yaani mwili wake uko safi kabisa. Mashallah. Mwenyezi Mungu amjalie Aisha. Eh, oh, kwa kweli Amina, yani ametoa mapele yote, ametoka mwili uko safi kabisa kabisa. Sasa nisikucheleweshe oh, mimi naenda. Haya na mimi nimesahau simu nikachukue niondoke Napenda kuchezea simu sana. Muda mwingine unaacha. Hebu ninanilia hapo kwa kidogo. Yaani kidole vinaniuma kweli sijui kwa nini? Kwa nini kwa kudeka? Ah, hamna sio kwa deka. Mungu sana sipo deka nitamdekea nani jamani? Kipapo sasa kinachouma. Sasa kwa nasikia kama, kama huyo na papa wangu pangu kuaje? Eh eh. Vipi kuhusu mashamba? Umeshawasiliana nao yanaendeleaje? Eh, kila siku nawasiliana nao. Mashamba yako vizuri. Mbona uniambi mpaka juzi tu nimekuambia, mume wangu tatizo, nawe una mambo mengi ah. Kweli kuhusu mambo mengi a, kichwa kimebeba vitu vingi sana, si unajua, bila kuumiza kichwa utoboi, lazima ufikirie. Huyu ndo baba baba afamilia, usipofikiria nani afikirie? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Nimekumbuka yeah, nime ni maparachichi nimekumbuka na ulevi wangu aya. Ay, sawa Namasada no, huyu ni Karundi amewangu <laughs> wewe ndo yeye, sasa hivi amependeza. Tunakuuliza na ona nicheka? Hapana, sasa hivi amependeza, ma, madonda yote na mapele yameisha. Sasa hivi anaweza kukupikia chakula ukala, sawa. Meangu amebadilika kapendeza, kama mzuri, mapele yameisha. Lazima nimsaidie mi ni wangu, namwona kama mdogo wangu na nampenda kweli kweli, eh? yeah, kweli. Sawa, unapoishi kwa kupendana, hata kama mtu sio ndugu yako, ukimpenda maisha yanaenda. Ni vizuri, una moyo mzuri, ndio maana nakupenda sana mke wangu. hey, ni kweli, si unaona wewe, unakumbuka ulivyokuwa ukimnyanyasa kipindi cha nyuma? Yani unamnyanyasa, unamnyanyapa, unamwona afai kabisa, ila sasa hivi unamuonaje? Sasa hivi kidogo inabidi kitafute Kalunde, Kalunde, tema ya kunywa. Alonde? Be. Ah, basi nenda tu. Kaa mbali, sogea basi ukae hapo karibu. Niambie sasa, wamasada shaondoka kijijini? mm. Kwanzia sana ndo wamasada sana. Minaogopa watu wakituona hapa, Asha atanifukuza. Usiogope bwana, akileta kelele ataondoka yeye, utabaki mi. Nakupenda wee, wewe si mpenda. Nadanganya tu, mi nakupenda, ila unipende. Ningekuona mapema, wala hata nsingeangaika na Asha, ningekuchukua wewe basi wao mabai ndio hiyo, kuanzia sasa hivi. Vipi, mtoto ameshalala? Ameshalala, nilimfinya akalala. Au vipi? hajui kama wewe ndio mama sada original eh? Okay, tunaweza tukalala sasa, au vipi? tunaenda chumba gani? Kuita muda mrefu hivyo unisikii. Yaani umekalia kuangalia tu TV. Njoo niwekee maji ya kuoga. Mbona umekuwa hivi siku hizi una kiburi? Nimechoka. Nimekwambia nimechoka. Kila kitu Kalunde, kila kitu Kalunde. Nimekwambia nimechoka. Kazi zingine wanafanya na wewe. He, Kalunde, umekuwa hivyo siku hizi? Mama, kweli mama wangu umeniponza. Sasa mama wako amekuponza. Maana kila kitu maji ya kunywa. Kalunde, maji ya kuoga. Kalunde, maji ya kuoga wewe mwenyewe unashindwa kujiwekea mpaka Kalunde. Hmm. Maisha ya kujificha ficha sijazoea. Nishakwambia kama u, u, uwezi kubaki nami, mwondoe mama Sada. Maisha maisha ya kujificha ficha hii sijazoea. Hapana, sio kama nachanganya, mi nakwepa kelele zake, ana kelele sana yule mpenza wangu. Haina shida. Alafu mi masala ya kuniita Kalunde si, si sipendi. Napenda uwe unaniita Kidiva. Okay, Kidiva jina zuri, <coughs> kama ulivyo wewe au ah, kawaida Sawa. Alafu nina mtihani nataka niku... mtihani gani mpenzi wangu? Nataka ubaki na mimi umuondoe mkeo. Unamaanisha nini, Kaidiva? Nadhani utakuwa umenielewa. Mbona kim... mtihani umekuwa mgumu? Hapana, mtihani sio mgumu, lakini hebu nipe muda nilifanyie kazi. Sawa basi, sawa. Naomba jibu liwe ndio. wala usijali mpenzi wangu, nataka nikupe maisha yenye furaha, nikufanye ni wewe mwenye furaha, uwe na amani hivyo. Uh -huh. kama kuna wanyemelezinyemelezi uko nyuma karibu, asante, karibu tnyubaama anshangazie nashinda, hata nifanye nini? Kwa nini Kalunde sahivi hanisikii? Hanisikii, hanisikii kabisa. Amekuwa kiburi juu ya kiburi mm. Kalunde huyu, huyu naye mfahamu, ule mtu wake jina akiwa mchafu mchafu, mmempendezesha mm. Akapendeza, wanakufanyia hivi, utakuwa kuna jambo. Jambo gani? Mi nahisi kuna mtu anampa kiburi. Kiburi hicho amekitoa kwa nani? Mi nahisi atakuwa, atakuwa nakitoa kwa mme wako baba Sada, atakuwa ameshamtongoza uchunguze, uchunguzi hey. Baba Babasada, Babasada hawezi kabisa. Ninavyomwamini mume wangu hawezi. Nikwambie ndugu wangu, wanaume wa sasa hivi hawaaminiki kabisa, inabidi uchunguze. Yule binti akifanya jambo baya napomwazibu, Baba Babasada huwa anakuja juu. Ola sana. Unaona mwanangu, kusoma ujui. Hata picha uione, utakuja uniambia. Endelea kuchunguza. Aya, mm. Shangazi. Haya mwanangu, nashukuru umekuja kuna kazi nataka kuifanya, naomba unisaidie. Sawa mwanangu. huku? hukuni eh, kwa huku unasemaje? Eh, mbona unanijibu kwa ukali? tatizo nini? Acha maneno yako. Nimekujibu kwa ukali au? Nataka nikujibu kwa ukali basi. Aishi, mi nataka nisikie kauli yako kuhusu Karundi. Tabia gani? Acha na ya mambo yako. A, tabia gani anazokufanyia? Mbona mi sielewe anachonifanyia. Nimechoshwa na mambo yake, nahitaji aondoke tu, arudi kijijini. Umeanza roho mbaya yako wewe. Nimeshasema karunde haondoki humu ndani na tabaki kuwepo hapa ndani, tumeelewana? Sitaki kusikia hizo habari mimi. Si ndio nimemleta kutoka kijijini, karunde ataondoka hata ata. Kama umemleta nimeshasema, mimi ndio mwanaume karunde hatoki humu ndani, tumeelewana? Sitaki kusikia hizo habari tena.